Ndugu mtazamaji wa vipindi vyetu, naomba nikukaribishe kwenye kipindi kingine cha afya. Leo tutaangalia jambo moja linalohusiana na mada ifuatayo: Je, mwanamke akiwa ananyonyesha hiyo inaweza kutumika kama njia ya uzazi wa mpango na asiweze kubeba ujauzito? Hiyo ndiyo mada ambayo tunakwenda kuiangalia kwa siku ya leo. Sasa tuanze kwa namna hii. Kwa kawaida mwanamke anapokuwa amejifungua, huwa hawaoni siku zao, kwa maana ya siku za hedhi, huwa zinapotea na zinapotea kwa sababu gani? Mwanamke anapojifungua kuna homoni inayoitwa prolactin. Homoni hii ya prolactin huwa inaanza kuzalishwa kuanzia wiki ya nane ya ujauzito, na kwa wakati huu inakuwa inazalishwa kwa kiwango kidogo, lakini anapokaribia kujifungua mwanamke mjamzito, homoni hii hupanda mpaka mia mbili nanogram. Sasa hii mia mbili nanogram ni kipimo ambacho kinakuwa ni cha kiwango cha juu kabisa. Sasa kazi ya hii homoni ni nini? Kazi ya hii homoni ni kumsaidia mama kutengeneza maziwa kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo nini kinafanya basi mwanamke huyu anaponyonyesha asione hevi? Kwa kawaida homoni ya prolactin inazuia utengenezaji wa mayai. Kwa hiyo kama mayai hayatengenezwi, maana yake ni kwamba huyu mwanamke hatapata homoni za estrogen pamoja na progesterone, ambazo ndio mara nyingi husababisha hedhi. Na kwa jinsi hii mwanamke huyu pia hataweza kushika ujauzito. Sasa hii inawezekana kwa namna gani? Wakati mwingine baadhi ya wanawake huita jambo hili kwamba ananyonyesha kiume, ananyonyesha kiume kwa sababu gani? Kwa sababu tunajua kwamba wanaume huwa hawaingii hedhi. Lakini hii inawezekanaje? Mwanamke anapokuwa ameshajifungua, homoni hii ya prolaktini huwa inashuka kwa kiwango kikubwa mpaka kufikia nanogramu mia moja. Lakini hili linawezekana tu Uh, inategemea na namna atakavyokuwa ananyonyesha kwa jinsi, kwa kadri mtoto anavyozidi kunyonya, ndivyo hata uzalishaji wa homoni hii huwa unaongezeka kwa kiwango kikubwa ili kusababisha maziwa yaje. Sasa mwanamke anapokuwa anaendelea kunyonyesha, ni wakati gani anategemea kupata hedhi? Kwa kawaida mwanamke anapojifungua ndani ya wiki sita ambayo ni mwezi mmoja kama na wiki mbili, wanawake huwa wanaanza kuona siku zao, lakini wengi wanaweza wakakaa mpaka wiki kumi na mbili au miezi mitatu ndio wakaanza kuona siku zao. Sasa kwa muda huo inawezekana akabeba ujauzito au haiwezekani? Na kipi kinatangulia kati ya kuona hedhi au utengenezaji wa mayai? Sasa hapa naomba unisikilize. Wanawake wengi huwa anasubiria kuona damu za mwezi ndiyo ajue kwamba basi anaweza ana uwezo wa kushika mimba, lakini kisayansi, sayansi inasema kwamba kuna asilimia kumi na mbili mpaka sabini na nane ya wanawake ambao mayai huanza kutengenezwa kabla ya kuingia kwenye hedhi. Kwa hiyo mwanamke atakuja kujigundua ameshakuwa mjamzito, mja mzito wakati huu akisubiri hedhi, na ndo maana tunashauri kwamba mwanamke anapojifungua lazima aangalie njia ya kupanga uzazi njia ya kuzuia mimba. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaweza akabeba mimba wakati wowote wa wengi, anaweza akabeba mimba baada ya wiki nane, lakini wachache, hata baada ya mwezi mmoja, mwanamke anaweza akabeba mimba. Kwa hiyo wewe unapokuwa unasubiri hedhi, unaweza ukajikuta umeshabeba ujauzito pasipo kufahamu. Lakini kundi lingine la wanawake huanza kuona kwanza hedhi. Baada ya kuona hedhi ndo mayai yanaanza ya kutengenezwa, na mwisho wa siku akabeba uja uzito. Kwa hiyo swali linakuja kwamba, je, njia ya kunyonyesha kwa mwanamke inaweza ikawa, uh, ni uzazi wa mpango? Jibu ni hapana. Kwa sababu gani sababu kuna namna ambayo mwanamke anaweza akabeba ujauzito wakati akiwa ananyonyesha, na sababu ndizo ambazo nimezielezea hapo awali kwamba ili mimba iweze kuingia, lazima mayai yatengenezwe. Sasa inakuwaje baadhi ya akinamama wananyonyesha na hawaingii kwenye siku hata mwaka? Jibu ni kwamba kwa, kwa kawaida inategemea mtoto ananyonya mara ngapi na kwa muda gani. Mwanamke anayenyonyesha mara kwa mara, inawezekana kabisa homoni ya prolactin ikawa inazalishwa kwa kiwango kikubwa, lakini inapofikia mtoto anaanza kupewa na chakula kingine, basi uzalishaji wa homoni ya prolactin pia huwa unapungua, kwa sababu na, na mtoto hata kuwa ananyonya mara kwa mara kama ilivyokuwa awali. Na ndo maana tunakushauri mwisho kwamba lazima uwe na mpango wa kuzuia mimba la sivyo, utapata mimba kwa wewe bila kujijua. Naitwa Dr Kahibi, daktari bingwa wa magonjwa akina mama na uzazi. Endelea kufuatilia chaneli yetu kwa ajili ya kujifunza zaidi. Asante.